Kiukweli siku pingi, una hoja nzuri, unajua na umesikia mengi hapa duniani, lakini vipi kuhusu ndoa ya chura? Unayo taarifa? Ipo hivi, katika majimbo ya Asam, Uto Prodeshi na Maharashitra yanayopatikana nchini India, kuna tamaduni ya kipekee maarufu kama Pekulibia. Je, ni tamaduni ya aina gani? Ni kwamba hapa chura wawili hufungishwa ndoa ambayo husherehekewa kwa bashasha, shangwe, nderemo na vifijo. Wakati mwingine, unajiuliza hao chura wanakaa mda gani kwenye uchumba wao kabla ya ndoa, na je chura dume anatoa posa kwa ajili ya mkewe? Ni kwamba maandalizi ya sherehe hiyo huanza kwa kuchagua chura wawili, kisha husafishwa na kuvalishwa mavazi ya harusi ya kitamaduni kama unavyoona hapo. Halafu sasa sherehe hiyo huongozwa na mzee wa kijiji na cha kushangaza sasa mchakato wake unafanana na harusi ya binadamu kwa sababu kuna ibada, sala maalum zinazoheshimiwa pamoja na nyimbo za kitamaduni. Je, unataka kujua kama kuna vyura waalikwa kwenye harusi ya wenzao? Ni kwamba wanakijiji na wageni waalikwa hukusanyika pamoja kushiriki chakula badala ya chura wenyewe. Sasa kwa nini wanafanya hivyo? Ni sababu gani ipo nyuma ya pazia? Kwao hiyo ni imani ya msingi kwamba ndoa ya chura huleta mvua ya kutosha, ambayo hujaza mito na mabwawa, kwa sababu ndoa hiyo huwafurahisha miungu wa mvua. Kwa kumalizia tu niseme na heshimu mawazo yako. Je, ni utamaduni gani ambao unaofahamu wewe? Mike Kontakandi, Zaka TV.